Bwana Yesu asifiwe na kukaribisha katika darasa letu huru la neno la Mungu, katika mwendelezo wa somo letu la mapambo sehemu ya saba, na katika sehemu yetu ya saba tutajikita kutafsiri vifungu viwili tu. Kifungu cha kwanza itakuwa ni wafalme wa Pili, ile sura ya tisa mstari wa thelathini hadi thelathini na tatu na kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa ishirini na mada yetu kuu ni kutazama hoja ya roho ya Yezebel inayodaiwa na wale watu wa kundi A wanaokataza mapambo wakidai kwamba mapambo ni dhambi, wakihusisha mapambo na Yezebeli na hivyo wakisema mapambo ni roho ya Yezebeli. Wanaposema mapambo ni roho ya Yezebeli, hasa ni kutokana na msingi wa andiko hili la Wafalme wa pili sura ya tisa mstari wa thelathini hadi thelathini na tatu lakini pia na kuona tena Yezebeli ametajwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya pili mstari wa ishirini Hivyo pasipo kupoteza muda, ebu hiyo mistari mitatu minne ya mwanzoni ni isome, ya Wafalme wa Pili sura ya tisa thelathini hadi thelathini na tatu Anasema hata Yehu alipofika Yezreel, Yezebeli akapata habari, akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani hata Yehu alipoingia lango la mji, alisema je, ni amani, ewe Simri mwenye kumuua bwana wako? Akainua uso wake kuelekea dirisha, akasema aliye upande wangu ni nani? Matowashi wawili watatu wakachungulia. Akasema mtupeni chini basi, wakamtupa chini, na damu yake ikamwangukia nyingine juu ya kukuta na nyingine juu ya farasi naye akamkanyaga kanyaga. Naomba nimalizie ile mstari iliyobaki hadi mstari wa thelathini na saba. Thelathini na nne anasema alipoingia akala akanywa, kisha akasema haya, mwangalieni mwanamke huyu aliyelaaniwa, mkamzike, kwa maana ni binti mfalme. Wakaenda ili kumzika, lakini hawakuona kitu ila kifuvu cha kichwa chake na miguu yake na vitanga vya mikono yake. Basi wakarudi wakampasha habari, akasema hili ndilo neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha mtumishi wake Eliya mtishibi akisema, katika kiwanja cha Yezreeli mbwa wataila nyama ya Yezeberi na mzoga wa Yezeberi utakuwa kama mavi juu ya uso wa mashamba katika kiwanja cha Yezreeli hata wasipate kusema huyu ni Yezebel. Tusome pia lile andiko la ufunuo wa Yohana sura ile ya pili mstari ule wa ishirini. Nao anasema lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli yeye ajitiai nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nianze na highlight na mstari huu wa Ufunuo sura ya pili mstari wa ishirini. Kwa hiyo kesi za huyu mwanamke katika ufunuo wa Yohana ni uzinzi na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kumbuka, sio mapambo, sio kujiweka vizuri. Na usisahau tafsiri ya neno mapambo au kupamba ni nini? Kwa katika ufunuo wa Yohana tunaona kesi hii a, anajita nabii na analenga kuwapoteza watu kwa ajili ya uzinzi na kuwaelekeza kula vyakula ambavyo vilitolewa sadaka kwa sanamu. Katika kifungu hiki tutakuwa tunapambanua msemo, msemo maarufu wa watu wa kundi A wanaoamini kwamba mapambo ni dhambi. Wanasema mapambo ni roho ya Yezeberi. Kama ambavyo nimetangulia kusema, wanaposema mapambo ni roho ya Yezeberi ni kutokana na kifungu hiki cha Wafalme wa Pili sura ya tisa mstari wa 30 hadi thelathini na tatu wakati Mungu amemtuma Yehu kwenda kujilipiza kisasi katika nyumba ya Ahabu awaangamize wote wa nyumba ya Ahabu. Alipofika nyumbani pale kwa Ahabu, Yezebeli akapata taarifa akajipamba akapaka wanja machoni na akaji, akapamba kichwa chake, na maandiko yanaonyesha alikuwa kule ghorofani akachungulia kwa chini, akazungumza kwa maneno ya kejeli ya karaha kwa Yehu: Yehu mwenye kumuua bwana wako ni amani? Na Yehu na yeye akamjibu kwa jeuri hivyo hivyo na Yehu akachungulia kwenye dirisha lile, akawauliza wale walioko ghorofani ni akina nani wako upande wake, na maandiko yanasema matowashi wawili watatu, yawezekana walizidi wawili watatu, wakachungulia kuonesha kwamba wako upande wake. Akawaambia mtupeni chini, na wao hawakufanya ajizi, wakamtupa chini kwa kule ghorofani. Maandiko yanasema alipofika chini alipasuka pasuka damu ikamwagikia, nyingine kwenye kuta, nyingine kwenye farasi, na akaagiza farasi wa mkanyage kanyage, na ndipo Yehu akapanda tena kule gorofani akaanza kula chakula kwa sababu amekamilisha misheni ambayo Bwana alikuwa amempatia. Wakati amemaliza kula, akawaambia watu wakaangalie ile maiti ya Jezebel, ili akazikwe, kwa sababu yeye ni binti mfalme, asikose mazishi lakini maneno hayo yalikuwa ni kejeli tu kwa sehemu nyingine. Na waliposhuka hawakuweza kuona mwili isipokuwa tu kafuvu ambako kamekanyagwa kanyagwa na vitanga vya mikono na miguu. Wakarudi wakampasha habari uh, yeho yeho, ndipo anazungumza ule mstari wa 36, basi wakarudi wakampasha habari, akasema hili ndilo neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha mtumishi wake Elia mtishibi akasema, katika kiwanja cha Yezreeli mbwa wataila nyama ya Yezebeli na mzoga ya Yezebeli utakuwa kama mavi juu ya uso wa mashamba katika kiwanja cha Yezreel. Kwa hiyo hii ni muhimu sana uweze kufahamu, nianze na kueleza sasa maisha ya Yezebeli. Yezebeli huyu alikuwa si, alikuwa ni walaia wa nchi ya Sidoni, na alikuwa ni binti wa mfalme wa Sidoni na Sidoni walikuwa ni maarufu kwa miungu, hawakumjua wala kumwabudu Mungu Jehova, na lilikuwa ni taifa mojawapo ya mataifa ambayo Mungu aliwazuia Waisraeli wasiende kuoa kwao au wao kuja kuoa kwa Waisraeli. Lilikuwa ni moja ya kosa kubwa la Ahabu kufanya, kwenda kuoa kwa Wasidoni, na kosa jingine alilolifanya nje na kosa la kwenda kuoa akaridhiana na miiko na miungu na taratibu za Wasidoni zihamie ndani ya taifa la Israeli, na kwa sababu hiyo huyu mke Yezebel akaruhusiwa kuendesha imani ya Wasidoni ndani ya Israeli. Na huyu mwanamke akawa na malengo yafuatayo: mmoja, kuifuta dini au imani ya Waisraeli ya Mungu Jehova katika taifa la Israeli Kumuondoa Jehova kabisa katika mioyo na katika taifa la Israeli, na kumweka mungu Baali awe ndio mungu mkuu wa kitaifa katika taifa la Israeli. Na maandiko yanasema akaingia na manabii wa Baali mia nne na hamsini, hao wote wakihudumiwa na taifa la Israeli. Akaingia na manabii wa Ashera mia nne, hao wote wakihudumiwa wa na taifa la Israeli, wakiendesha ibada zao katika taifa la Israeli na kuwafundisha Waisraeli imani nyingine ambayo inawapasa kuiendea. Walikutana na upinzani katika taifa la Israeli, lakini upinzani ule haukuwa mkubwa, kwa sababu Ahabu alikuwa upande wao, na kwa sababu hiyo ilipelekea manabii wa Bwana katika taifa la Israeli waliuawa wengi, karibia na kumalizika wote. Ilifika hatua Eliya Mtishibi akajitambua amebaki peke yake tu. Unaweza ukaona wakati Elia amekutana na Mungu, Mungu anamwambia arudi ajioneshe kwa Ahabu. Elia anamwambia Mungu unajui kwamba nimebaki peke yangu manabii wote wamechinjwa, lakini Mungu akampa neno la matumaini Elia kwamba bado kuna wengine kama mia nne nimejibakishia katika mia nne Sijui Mungu alikabakisha wapi, lakini mia moja tunaweza tukawaona kupitia mtumishi mmoja wa Ahabu ambaye alikuwa ni mwaminifu kwa Mungu hakukubali kutekwa na fundisho la Yezeberi japo alikuwa yuko ikuru. Huyu mtumishi anaitwa Obedi. Huyu mtumishi Obedi alikuwa amewatunza manabii mia moja akawatunza hamsini wa hamsini katika mapango akiwalisha na kuwanywesha. Maana yake ni nini? Alihatarisha cheo chake na alihatarisha uhai wake, lakini kwa ajili ya kusevu maisha ya watumishi wa Bwana. Kwa hiyo walipitia madhira makubwa sana watu wa Mungu kipindi cha Yezebeli katika ufalme wa Ahabu, na tunakumbuka hata Eliya mwenyewe mara kadhaa alimkimbia huyu mwanamke Yezebel, mara kadhaa alimkimbia mkono wa Ahabu, na siku ya siku alimkimbia Yezebel hadi akachoka akajilaza chini ya mti wa mletemu akajiombea afe ndipo Bwana akamtua malaika wake akamshika akamgusa Elia akamwambia inuka, ule unywe, kwa sababu bado safari yako ni ndefu. Kwa hiyo huyu ni mwanamke huyu Yezeberi alikuwa ni mbaya sana. Ili uyaone haya ninayozungumza, unasoma Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na nane, uendelee hadi ule mstari wa kumi na tisa. Lakini pia unaweza ukaona hiki kisa cha huyu mwanamke kumuua Nabothi na familia yake utakisoma katika Wafalme wa kwanza sura ya ishirini na moja mstari wa kwanza hadi wa kumi na sita. Na huyu mwanamke alikuwa na sifa nyingine ya mzinzi na mchawi, ukisoma Wafalme wa pili sura ya tisa mstari wa ishirini na mbili. Mwanamke huyu akalipelekea taifa la Israeli katika makosa mengi walimwacha Bwana na kumfuata Baali. Ukisoma Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na nane, mstari wa kumi na nane. Wakaenda wakaanza utaratibu wa kupiga ramli na kwenda kuuliza mahitaji yao kwa Baali Zebubu. Ukisoma Wafalume wa Kwanza sura ya kwanza mstari wa pili. Lakini pia mfalme Ahabu mwenyewe kwa kodi za wananchi akaanza kutengeneza nguzo za mungu Baali katika Samaria. Kisoma falm wa pili sura ile ya tatu mstari wa pili. Lakini pia ukisoma wafalme wa kwanza sura ya kumi asita mstari wa hthmoj hadi mstari wa theathia tatu. Ahabu akamjengea madabahubaal katika nyumba ya Baai pale Samaria kwa gharama zake ili kustawisha na kuimarisha ikuru ya mungu Baali katika Samaria. Ahabu hakuishia hapo, akatengeneza maashera na akazidi kumgadhabisha Bwana kwa kiwango kikubwa. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura ile ya kumi na sita thelathini na mbili hadi thelathini na tatu Kwa hiyo lilikuwa ni chukizo kubwa la Ahabu kuwakosesha taifa la Israeli na katika watu waliouawa kwa wingi ni manabii na watumishi wa Bwana hata watu wanyonge wachaji wa Mungu waliadhibiwa na waliuwawa. Mojawapo ni huyu Naboth, jambo ambalo Mungu aliona. Sasa Yezebeli na Ahabu walipofika sasa ni kubaya zaidi, akaamua kumtuma Eliya, nenda ukutane na Ahabu katika shamba la Nabothi pale Yezreeli anaenda kujimilikisha baada ya kumua Naboth, na utangaze kifo chake na jinsi watakavyouliwa katika viwanja hivyo hivyo vya Yezreeli kama ambavyo Nabothi ameweza kuuliwa katika viwanja hivyo. Majira yalipofika, ndipo Mungu anamwambia Elisha na sio Elia tena. Elia muda huo alikamilisha kuondoka, Mungu akamwinua Nabii Elisha. Ndipo Nabii Elisha anatumwa na Mungu kwamba nenda ukampake mafuta yeho ya kifalme ili afanye kazi kubwa mbili. Afanye kazi ya kutawala Israeli, ilikuwa ni misheni ya kwanza, lakini akaambiwa kabisa bila kupepesa macho kazi ya pili kuiangamiza nyumba ya Ahabu. Ukisoma pale Wafalme wa pili sura ya tisa ule mstari wa sita na mstari wa kumi nisome hiyo mistari uweze kusikia. Anasema hivi, yule nabii wa Bwana akasema, akainuka, akaingia nyumbani, naye akamimina yale mafuta kichwani mwake, akamwambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya watu wa Bwana, yaani juu ya Israeli, nawe utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako, ili nijilipize kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wote watu wa Bwana, mkononi mwa Yezeberi. Kwa hiyo alikuwa na misheni hiyo uh, yehu ya alipopakwa mafuta awe mfalme wa Israeli, lakini pia bwana alikuwa anahitaji kujilipiza kisasi. Nirudi kwenye hoja yetu ya mapambo. Kilichopelekea kifo cha Yezebeli sio mapambo, kwamba eti akajipaka wanja kumsaidia kwa kauliwa, akajipamba kichwa akauliwa. Hapana, kumbuka, Yezebeli alikuwa ni mwanamke kama wanawake wengine. kwa tabia zingine za wanawake wengine alikuwa nazo kama wanawake wengine, namna ya kuvaa kama wanawake wengine, alikuwa anaweza kuvaa kama wanawake wengine, namna ya kutembea na kufanya mambo mengine kama wanawake, alikuwa naweza kufanya kama wanawake. Kwa hiyo hatumaanishi kwamba kila tendo alilofanya Yezebeli pamoja na uchawi wake lilikuwa ni la kichawi tu. Haina tofauti sana na wachawi wa siku hizi. si kwamba eti mchawi atavaa nguo tofauti na watu wengine ulaiani, aidha labda atajipaka mafuta tofauti na watu wengine, atajipaka yale yale wakati mwingine sawa? lakini shida ya Yezebeli tumekwisha kuiona. Misheni ya Yezebeli tumekwisha kuiona. Ameua watu wengi sana na Bwana ana hasira naye, ni wakati wa Mungu kujilipiza kisasi. Maana yake ni nini? Wakati Mungu amemtuma wa yehu aende kuangamiza nyumba ya Ahabu, haijalishi angemkuta yuko anafunga kiremba, haijalishi angemkuta yuko analima, haijalishi angemkuta yuko anakula, haijalishi angemkuta amepaka wanja, japaka wanja Yezeberi alikuwa anauliwa siku ile. Hoja wanaoisema watu wa kundi A wanadai kwamba nia ya Yezebeli kujipaka wanja na ku na kupamba kichwa chake ilikuwa ni kumshawishi Yehu aone uzuri wake, aweze kuanguka katika uzinzi wake. Hiyo hoja si ikatai, inawezekana. Inawezekana kwa sababu uh, mnakumbuka wakati Daudi anaenda kuiangamiza familia ya Nabali na mke wa Nabali aliposikia Uh, Daudi anakuja kuiangamiza familia yake alivyoandaa uh, zawadi na akajitanda vizuri akamwahi Daudi kabla hajawafikia. Na unao yule na, na unao yule mwanamke alichokifanya na Daudi, alikuwa na uzuri wake na kweli aliingia shauku na tamaa na maazimio ya kumuoa yule mwanamke na kweli, na, na bali alipofariki Daudi hakuchelewa akaenda kuoa yule mwanamke. So hiyo ilikuwa ipo, ni sehemu ya wanawake na sio sehemu ya uchawi. Kwani yule mwanamke wa Nabari alikuwa mchawi? Hapana. <laughs> Lakini pia hii hoja inaweza siwe na nguvu sana, inaweza siwe na nguvu sana kwa sababu kama huyu Yezebeli alikuwa na nia ya kumtega Yehu baada ya kujipaka wanja na kupamba kichwa chake akiwa kule gorofani na kuchungulia kwa chini, alipokuwa Yehu, asingemsemesha Yehu kwa maneno ya jeuri badala yake angesema naye kwa maneno ya mabenderezi, lakini angalia maneno aliyozungumza naye ni maneno ya kikorofi. Kwayo, kumona, kwa hiyo unaoza kumuona bado alikuwa ni mwanamke mwenye shari ambaye hakuwa na dhamira yoyote ya kimahusiano na mapatano naye. Kwa hiyo swala la kujiremba kujiweka vizuri kama malikia ilikuwa ni sehemu ya jadi ya maisha yake, lakini pia yote mawili yawezekana lakini, lakini basi unapozungumza roho ya Yezebeli ukaihusisha na kupaka wanja, kama ambavyo nilikwisha tangulia kusema katika vipindi vilivyopita, ukisema hivyo unakuwa umemlinda au umemtetea Yezebeli, unakuwa umejipofusha macho usione uovu wa Yezebeli ambao unastahili kuitwa roho ya Yezebeli. Unaachaje roho ya uchawi, roho ya ukatili na uwaji roho ya miungu ya maashera maastorefi mabaali mabaali zebubu mpaka anayejengea na madhabahu na nyumba ana manabii mia nane na hamsini anamuondoa mungu jehova katika taifa na mioyoni mwa watu ili taifa zima lianze kumwabudu mungu baali hiyo usione kwamba ndiyo roho ya yezebeli wanze kuona roho ya yezebeli ya wanja sikwa kwa hiyo unakuwa unapotosha maandiko. Roho ya Yezeberi sawa sawasawa, na jina lake ni roho ya uchawi, ushirikina na, na, na uzinzi na, na, tunapozungumza uzinzi katika lugha ya kinabii mostly hatuzungumzi uzinzi wa uasherati wa, wa kutongozana, tunazungumzia mambo ya ibada ya miungu na sanamu. Hiyo ndiyo roho ya Yezeberi, na hiyo ndiyo unayoiona kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba anawafundisha watu wale sadaka za vitu ambavyo vimetolewa sadaka kwa sanamu huku akijifanyia nabii na, na ndivyo alivyo Yezeberi, huku kwa wafarume wa zamani, yeye kama nabii na manabii wake wakiwafanyisha watu mambo ya upagani na miungu. Na kanisa la Thiatira, moja ya roho iliyokuwa imewakaba ni hiyo ya mambo ya miungu na ibada ya sanamu. Wameridhiana, yani wamefanya compromise, kwamba sio mbaya sana, siyo mbaya sana. Wakawa waka wamecompromise na mambo ya kimiungu, ndugu zangu. Mungu aliona damu na machozi ya Naboth akaona jilipiza kisasi. Na wewe pia bwana, kuna siku atakulipizia kisasi hata kama waliokutesa walikuwa na nguvu kama Yezeberi. Lakini kuna siku Bwana atakulipizia kisasi. Jambo kuu tuwe waaminifu mbele za Bwana kama alivyofanya Obedi. Anaishi ukuru kila siku, anaonana na Yezeberi. Lakini alijitahidi kwa gharama zote asimkosee Mungu na kuanza kuyaabudu maashtorethi na mabaaz. Akawa mwaminifu kwa Bwana. Alikuwa tayari kuhatarisha nafasi ya cheo alichokuwa nacho, alikuwa tayari kuhatarisha uhai wake kwa ajili ya kuwatunza watu wa Mungu. Aliingia gharama kubwa kuwatunza watu mia, haikuwa kitu rahisi. Na Mungu aikumbuke kazi yake Obedi aliyoifanya ya kuwalinda watu wa Mungu. Hivyo wewe na mimi, katikati ya changamoto na upinzani mkubwa, tuwe tayari kuhatarisha nafasi zetu, uhai wetu kwa ajili ya Mungu, kama alivyofanya Obedi kama alivyofanya Eliya, lakini kama alivyofanya Naboth, na Mungu atatusaidia. Baada ya kuyasema haya nahitimisha kwa kusema Tujiandae tena na uchambuzi wa mistari mingine tena iliyotolewa na watu wa kundi A wanaosema mistari hiyo pia inahusika kupinga mapambo, lakini tutakapoiangalia tutagundua kwamba isimacu ndivyo au sivyo. Naomba uzidi kufuatilia, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe, usisahau kushare na watu wengine. Mimi mtumishi na mtendakazi pamoja nawe katika kutafakari neno la Mungu, kacheme itaragu karibu sana. Tuendelee katika darasa letu huru la neno la Mungu, na Mungu akubariki. Asante sana.